Dokaga jamani, habari habari za asubuhi ndugu zangu, natumaini mmeamka salama. Naonekana <coughs> vizuri? Na vipi sauti? Helo, helo. Karibu Happy Housekeeper. Asante sana kwa sapoti yako. Mungu akubariki. Kama unaniangalia kwa mara ya kwanza, naitwa Happiness, niko Uarabuni, mfanyakazi wa ndani. Nazungumzia masuala ya wafanyakazi wa ndani, jinsi ya kupata kazi Uarabuni, na mimi niko Omani. Kwa hiyo kama unapenda kuja Omani, basi umetua sehemu salama. Karibu sana, jisikie uko nyumbani. Ukiwa una maswali, maoni, ushauri, napokea Asante sana na karibu sana wageni wote ambao umesubscribe hivi karibuni. Mungu awabariki sana kwa support yako kwa kujiunga, asante kwa kuja. Tafadhali ukiingia, tafadhali naomba like video, like live jamani, tunasaidiana na mimi nasaidia na nyinyi mnanisaidia. <coughs> Mnisamee kwa sauti yangu, bado sauti, bado sauti yangu haijakaa vizuri, sielewi shida bado. Asante sana kwa kulaiki, asante sana kwa kuja, asante sana nisha laiki ndugu yangu asante sana Azama Kulu, karibu sana. Unanitazama kutoka wapi ndugu yangu? Karibuni sana ndugu zangu wote mnaonitazama kutoka Tanzania, kutoka Omani, kutoka uh, Marekani, kutoka Jerman, karibuni sana Tanzania, asante sana, karibu sana, nashukuru sana kwa kujiunga. Karibuni jamani, karibuni sana. Sasa basi, mi namshukuru Mungu, naendelea vizuri, niko mzima kabisa, sauti tu sio shida, kwa kuwa ninatembea, ninafanya kazi. Mungu amenipa nguvu, amenipa afya njema, kwa hiyo namshukuru Mungu kwa yote. Kwa hiyo basi, nitaenda moja kwa moja kwenye mada ya leo, kwa sababu video yangu haitakuwa ndefu sana. Nilikuwa nataka nirekodi, halafu ni posti, lakini nimeona itachukua muda mrefu na sina muda afu nataka nipumzike kwa sababu sijapumzika usiku vizuri. Sasa kulikuwa kuna maswali, ngoja uh, nichukue daftari mm -hmm. Kulikuwa kuna maswali ndugu zangu walinifuata inbox, waliniuliza maswali, na mimi naamini labda wengine wanaweza kuwa na maswali kama hayo hayo, kwa hiyo nitajibu kwa sababu nilienda kuuliza kwanza kabisa ah, uh, kuna mtu kwanza, kabla sijaenda hapo, kuna mtu ameniomba namba na nitahitaji namba hapa mwanzoni, ila nitahitaja baada ya kidogo, kwa sababu watu wataangalia video. Kwa hiyo jitahidi kuangalia hii video baada ya muda kadhaa, nitaweka namba yangu, kama unahitaji mawasiliano nami, kama uko Omani, una changamoto, una shida, hujui pa kuanzia, unataka ushauri, unataka mawazo tutashauriana. huu Um, mtandao Saumu Salehe, karibu sana. Mama Nabil, karibu sana okay, karibu sana jamaa. Msisahau ku like, like ni mara moja tu. Kuna mtu amenyambia na ndugu yake yuko, asante kwa ku like. Kuna ndugu yake yuko, mtoto wake yuko Oman anateseka sana, kwa hiyo ameomba namba yangu, ndio maana nitaiweka namba, kwa sababu watu wana shida. Kwa hiyo endelea kuangalia, nitaiweka namba. Sasa kuna ndugu zangu waliuliza maswali. Swali la kwanza kuna wale watu ambao na live, samee, mtandao wangu hauko vizuri sana, lakini naamini utapata kitu. Je, wanaruhusiwa kurudi nyumbani wale ambao wameingia kwa viza ya kutembea? Short answer, jibu kwa ufupi eh, wanaruhusiwa kurudi kwa sababu ile tangazo wamesema kama hauna bataka waliotoroka na ambao hawana bataka. Wewe umeingia hapa hauna bataka na unataka kurudi. Unajua kabisa eh, eh, huna bataka na umeshakaa muda mrefu ume overstay. Eh, umeshasema overstay na asiye na bataka. Kwa hiyo msamaha unakuhusu, nenda kajisalimishe. Mimi nataka kurudi, sina bataka, niliingia, bosi wangu hajatengeneza bataka. Wengine wameingia kwenye hiyo shida, ameingia kwa visiting visa ya sponsor lakini sponsor amekataa kutoa bataka. Okay? Nenda mwambie sponsor ameniangusha, amekataa kutoa bataka. Atakupa, utapewa msamaha utarudi nyumbani. Hapo hapo pia kuna wale wameingia kwa viza ya kutembea lakini anasema mimi sitaki kurudi, nataka kuendelea na kazi. Mimi nikaenda kuuliza Sanad. Wanaojua, Sanad ni sehemu ambayo watu wakiingia hapa wanafanyiwa prosesi za kubadilishiwa viza ya mapende ya matembezi kwenda viza ya kazi. Sanad, niliwauliza wameniambia hivi, kama unataka kubadilisha bataka, bosi wako aende Sanad, watabadilisha viza kutoka ya matembezi kuingia viza ya kufanya kazi, inaruhusiwa. Nimeenda kuuliza Sanad. Eh? Wamesema inaruhusiwa. Kwa hiyo usio umekaa hapo ukaendelea kujiweka tu, siku zinazidi kwenda, una bataka. Unawaza itakuwaje? Mwambie bosi inaruhusiwa aende Sanadi. Okay, haya, hilo swali nimeshalijibu. Swali jingine mwingine aliuliza, ana maoverstay, linafanana na hilo, ana maoverstay ya muda mrefu sana. Okay, na anataka bataka na amesema ana mtu wa kumnunua. Mimi nikamuuliza Sanadi, sasa huyu mtu tayari ana maoverstay mengi na tayari kuna msamaha lakini anataka kunu, anataka anunuliwe inawezekana? Sasa mimi nikaa najiuliza kama mtu ana ame, ana overstay na wametoa msamaha, maana yake unavyoenda nyumbani utakiwa kulipa pesa yoyote kupitia huo msamaha. Sasa kama mtu unataka kufanyiwa bataka eh, na una overstay una miaka hmm, nimemuuliza sana, anasema sasa hapo inategemea bosi na wewe mfanyakazi, kwa sababu tayari una maoverstay. Nani atalipa hizo overstay kama unataka ku renew? Maana yake ni kera. Kwa kawaida tu kwa akili ya kawaida, unaambiwa kuna msamaha, wewe umesema sitaki kurudi, tayari una maoverstay mengi, mtu anakupa msamaha wa maoverstay mengi, unasema mi bado nyumbani sijaweka mambo ma vitu vizuri eh, jamani, sijui Sanadi amesema inategemea bosi wako na na wewe itakuwaje, mtakavoenda huko wizara ya kazi. Unatakiwa uenda wizara ya kazi huko na bosi wako, watakavoamua huko ndio utasikia majibu. Mimi na kule leba wataamua wenyewe, mimi sijui jibu hapo. Okay, maanake mtu anataka kuendelea kufanya kazi tunafanyaje, na msamaha umetolewa. Mi tu nimesema mawazo yangu, mimi kama unaona unaendelea kuishi hauna amani na ni ngumu kupata bataka, kwa sababu wengine wana matatizo na bosi zao hawataki wengine kutoa passport, na msamaha umekuja, kwa nini usiende kwa msamaha, alafu urudi tena? watu wanawaza sijui nitarudi tena sana. Nilimuuliza kama mtu amefanyiwa block inakuwaje, na anataka kurudi nyumbani, akasema nenda wizara ya kazi uka complain kwamba mimi nataka kurudi, nimefanyiwa block. Ataitwa bosi wako, wataongea, watafikia muafaka. Okay, nilijibiwa hivyo. Kwa hiyo akili kumkichwa jamani, mko watu saba lakini nina like nne tu. Tafadhali watu watatu ambao hujalike like like live yangu, like, live yangu <coughs> Haya, kuna mwingine okay. Huyu, kuna mwingine anasema alikuwa ameblock, amekuwa ame, blocked anataka bataka okay. Anataka ameblokiwa, lakini anataka kufanyiwa bataka. Nilimuuliza kama umeblokiwa, nenda sana uh, nenda wizara ya kazi kalalamike. Kwa mimi nataka bado watu wawili hawajalaike uh, Haya, kuna ndugu zangu wengine wananiuliza, ila hii hii, hii hii: huu msamaha mwisho lini, jamani? Unavyoangalia video, jitahidi wewe unaangalia mpaka mwisho, kwa sababu wengi mko Omani, mna wifi za bure, na mimi mnipe support, angalia video mpaka mwisho. Imesema msamaha mwisho tarehe 31 mwezi wa saba. Tarehe 31 mwezi wa saba, saba. Okay? Kwa hiyo jitahidi mwezi usiishe wa saba ukiisha mwezi wa saba msamaha unakuwa umeshaisha okay nimelijibu hilo ndio maana wengine wakinifuata inbox ananiuliza huu msamaha mwisho linawaambia rudi tena kaangalie ile video sio kwamba nakusumbua na mimi unisaidie kwa sababu na mimi nimekusaidia hata ukiangalia tu kwenye video yangu kabla hujaifungua imeandika pale tarehe 31 mwezi wa saba jamani Tusiwe wavivu. Na wale ambao wanataka kurudi, nimesema kama mtu anataka kurudi nyumbani, kuna link ya kujiunga, utaenda kujaza hiyo fomu okay. Kuna linki hapa: kama wewe ni mtanzania na upo nchini Omani na umeoverstay, unahitaji kujaza fomu hii na kuwasiliana na namba zifuatazo kupata maelezo muhimu panapohitajika, okay. Kama uma overstay unataka kurudi nyumbani, kuna fomu ya kujaza. Kwa hiyo kuna group unatakiwa ujiunge, kwa hiyo nitataja, lazima nitaje namba ili nikutumie hiyo link ya group ukajiunge, ukaeleze, watakuelekeza vizuri. Jamani, pia jitahidini, mnavyoenda muwe mnaenda na hela ya tiketi, msifikiri tena. Mwingine aliniuliza swali, sasa nenda yapi, ninavyoenda tiketi itakuwa juu ya nani, juu ya bosi au juu yangu? Kwanini usijiongeze ukaenda na na na, na, na tiketi yako? Umeshapewa msamaha, umesamehewa ma overstay, unataka tena bosi akukatie tiketi? Tuacheni kuji ku, ku, kutaka mtelezo eh? Tuacheni mtelezo jamani, umepewa msamaha, nenda na tiketi yako kiroho safi tu. Mimi nataka kurudi kiroho safi tu, okay? Kiroho safi na hii video kwa wale ambao watakuja kuangalia mwezi wa saba wa nane, tuseme watakuwa labda wamepitwa na huo msamaha. Jamani, unavyoenda kujisalimisha ni rahisi sana kusamehewa, kwa sababu unajua kabisa unaendelea kuishi bila vibali. Unawaambia jamani, nimekuja, ni sawasawa, unaenda unaomba msamaha. Yaani, sasa kama unaenda kuomba msamaha, nimekuja, nataka kurudi nyumbani, nimekaa muda mrefu, lakini mimi siwezi kuendelea kuishi na mashaka, nataka kurudi nyumbani. Kwa wale ambao watakaa mpaka overstay, yani mpaka msamaha umepita. Hii video, nenda kajisalimishe, hakuna shida, hawata kufanya kitu mapolisi wa huku. Yani tuseme ukweli, wizara ya ndani, wizara ya, ya Umani, serikali ya Omani, ukiwa una shida wanakusikiliza, hawakufanyi kitu chochote. Tuache uoga. Nina ndugu yangu amempiga muhuri mwekundu na anataka kurudi Omani, hiyo nayo inakaaje? <coughs> Hiyo nayo imekaaje? Mwekundu, mi sielewi. Kama muhuri mwekundu unatakiwa ukakae nyumbani, ukirudi nyumbani, maana yake hautarudi miaka miwili, ni kitu kama hicho. Sina uhakika sana, ila nitauliza. Okay, nitauliza kwa sababu nina namba ya sanadi. Nitauliza wale ambao wamepigiwa muhuri mwekundu Je, inakuaje? Lakini aliniambia sanadi, nilimuuliza sanadi tofauti ya cancel na block muhuri mwekundu. Naandika nisisahau, unamaanisha nini, nitauliza. Jamani, mko tisa kuna like saba tu, tafadhali, naomba like, usio mchoyo, like ni mara moja tu kwenye screen hapo unaweza ukabonyeza mara mbili kama uja like. Sasa nilimuuliza kuhusu tofauti ya cancel na block, akaniambia hivi, kama umeblokiwa halafu ukarudi nyumbani bila block kutolewa, maana yake hautarudi tena Omani mpaka ipite miaka miwili. Aliniambia hivyo, okay. Na cancel unaweza kwenda na kurudi. <coughs> <coughs> Asante kwa kuja, tafadhali like. Mimi sielewi, mi sielewi hiki kozi mpaka najisikiaje. saa hizi najisikia vibaya, Mungu anisaidie. Okay, <clears throat> ukiblokiwa, ukienda nyumbani bila kutolewa blok, hautaruhusiwa kurudi mpaka ipite miaka miwili. Ukikanseliwa, unaweza kwenda nyumbani na kurudi tena. Okay guys. Kwa hiyo basi kuna mtu ataniuliza hapa sasa, tunavyorudi kwa visa kwa kwa nini kwa huu msamaha, je, tutaruhusiwa tena kurudi? Okay, wewe, cha muhimu siku ile unavyorudi nyumbani pale, uh, pale airport waambie kunakuwaga na mapolisi pale, waambie hii pasipoti yangu imeblokiwa, nisirudi tena au ninaweza kurudi tena? Karibu sana Amida, karibu sana asante sana naona, ni muda wa kupumzika na wewe umeshamaliza kazi okay. Nawapeni tu ushauri wa bure, kuna mtu uwezi kujua kama tukirudishwa kwa huu msamaha tutarudi tena. Mtu anakuwa na wasiwasi, tutarudi tena? Pale airport, waulize hii passport yangu ninaweza kurudi tena kihalali? Manake sasa sumeishi sio kihalali, unataka kurudi tena kihalali. Uliza pale kuna kuaga na maaskari, waulize, watakwambia. Au kule kule leba utakavoenda, waulize, watakupa majibu. Karibu Rahma, tafadhali like jamani, watakupa majibu okay? Okay guys, watakupa majibu. Kwa hiyo ndugu zangu, wale wa matembezi, msio na wasiwasi, ukitaka kurudi nyumbani utarudi, na ukitaka kubadilisha bataka, pia unaweza kubadilisha kulingana na majibu ya sana. Hizi sio majibu yangu, siwezi kutoa majibu ya uongo hapa nikafungwa. Sitaki <coughs> kutoa majibu ya uongo. Majibu ndio hayo. Hai guys, najisikia vibaya. <coughs> Naulizaje eti kila kila mwaka inatokea fursa ya msamaha? No, sio kila mwaka Asante sana Sumaya, sio kila mwaka nilisikia, na hii nitauliza tena, ngoja niandike. Kwa hiyo watu mnasubiri mpaka mwaka, aki ya Mungu. Sumaya, asante sana, asante sana. Je, msamaha kila baada ya muda gani? Nitauliza, nitauliza okay, nitauliza haya maswali, nitaleta majibu, lakini msikae tena. Kwa hiyo mtaendelea, mtabidi mjifiche sana, basi mjifiche mpaka, kama wakisema baada ya miaka mitano, maana yake itabidi ujifiche miaka mitano, au kama ni miaka kumi ujifiche. Alafu sasa, usipojificha maana yake ukikamatwa, kesi na hebi sasa kwa mfano, umerudishwa nyumbani kwa msamaha, alafu pasipoti anayo. Pasipoti anayo bosi wako, kurudi itawezekana kweli? Kama bosi hataki kutoa uh, passport kwenye ile lile uh, tangazo wamesema hivi: utapewa barua ya dharura ya kurudishwa nyumbani, sio kosa lako. Ukienda nyumbani maanake utasema kama, ni kama passport imepotea kwa sababu itaka kutoa passport na unataka tena kusafiri. Unaenda kuomba uhamiaji, watakupa pasipoti nyingine. Hiyo itaonekana kama imepotea, utaenda kusema imepotea. Okay, utasema umepotea. maana yake hajataka kutoa, sioko salama. Ni bosi ndo amefanya hayo. Ok, jamani, tafadhali like. Eh, mm -hmm. Okay guys Jamani mnaotaka kwenda nyumbani usiwaze kwamba eti utatakiwa kulipa pesa. Haulipi pesa yoyote. Cha muhimu wewe uende na hela yako ya tiketi tu. Eh, kwa akiba, weka akiba. Nenda tu na hela yako ya tiketi kama utasema unahitaji kuwa na tiketi. Weka tiketi. Usiende mikono mitupu, tusiwe wazembe. Tusiwe wazembe, okay? So guys, mimi sitaki kuendelea sana kwa sababu sijisikii vizuri. Na hizi kichwa changu kizito sielewi, from nowhere kichwa kizito. Kwa hiyo mi nitaishia hapa, nahitaji kupumzika. Tena tiketi usiweke, usiweke pungufu chini ya riali mia moja, weka riali mia moja thelathini, riali mia moja, weka mia moja thelathini tu. Lakini juzi nilienda kuuliza, kipindi hiki kama unataka kusafiri nilienda kuuliza tiketi kwenda na kurudi niliambiwa 190. Kwa hiyo mia moja tisini ukigawanya kwa mbili ni kama riali thema, kama tisini na tano. Kwa hiyo weka riali mia moja thelathini hivi. nilisikia koje tena ngoja ni Google. <coughs> mi naogopa sana kuishi bila kibali, ndio maana sina ujasiri e. Na wewe sijui umefikia wapi? Nilikwambia mwambie akakate akakuandalia bataka, si nilikwambia sanadi wanaruhusu kufanya bataka. Uje nijaribu kugugo kama hii simu itakubali kugugo, mtandao na sumbu Ethiopia mtandao Guys, I think na uma ngoja niangalie, ngoja niangalia, ni kuna mtu alipost kwenye grupu mm, alipost kwenye grupu pesa ya tiketi katika jina la Yesu, haiwezi. Okay. Tiketi, nataka nifungue mlango hapa. Ni mtandao sisi, mbona sana, fungua mlango kidogo mbia riali sitini tiketi, lakini usiende na riali sitini weka mia moja thelathini mimi nakushauri, okay. <coughs> Sawa ndugu zangu, weka riali mia moja thelathini ili usisumbuke, ukienda umeenda mazima. Yani kama tumekuja na visa viza za matembezi unatakiwa utoke uende kama Dubai halafu ndo uingie tena. Ukiingia unafanyia viza ya kazi, ndio ndio. Lakini sana demi nimemuuliza ameniambia inawezekana kubadilisha, maana yake anaweza kubadilisha hata hapa okay. Mimi nimeenda kuuliza hiyo ofisi ambao wanafanyaga hizo prosesi zote okay. Saumu, ni kweli unaweza kwenda Dubai na kurudi, lakini kama wanaweza kukufanyia pia hapa, kwa nini uende Dubai? nitauliza pia hilo weye, niandike hapa. Hata mimi nilikuwa najua hivyo, hata nilishawahi kutoa video, nilisema unaweza ukaenda Dubai ukarudi, nilishatoa video. Weye niulize, nitauliza, nitarudisha jibu okay. Mnipe muda tena, I don't understand. Please. Guys, mniwe, mniwe radhi, siko sawa. Pumzika kwanza, taingia baadaye. Leo haitawezekana tena, nitakuwa na kazi hapa. Napumzika nikiamka, nipike chakula, nikimaliza ninyoshe nguo, okay. Kwa hiyo tutaonana tena baada ya siku mbili au tatu, Mungu akipenda Mungu akinipa uzima kama nikiwa nimekufa basi ni mtanikumbuka kwa hizi video. <laughs> Haya, guys mimi nawaacheni eh. Naatikieni, nawatakieni maandalizi mema, Mungu awajalie kusio na kipingamizi. Mungu awasaidie wale wakupata wa kubadilisha bataka, Mungu awakasaidie mbadilishe kusio na changamoto, na wale mnaondao wa nyumbani, Mungu awafanikishe kurudi nyumbani salama na wale ambao mnapanga kuja kuja Omani, Mungu Mungu awafikishe salama, Mungu awafikishe salama, Mungu akawasaidieni kwa kila jambo okay. haya. Amina, amina. Kwa kweli sitakufa mpaka nitimize kazi ya Mungu alioniita hapa duniani okay. Mungu awabariki sana na asante sana msisahau kulike na msisahau kushare hii video, itawasaidia wengine pia. Okay? Nikifa tutakutana mbinguni. <laughs> Bye guys. Tutaonana baada ya kazi njema. Bye. Niombe, mniombee tu niamge salama. Bye. Asante kwa kuangalia mpaka mwisho nimesahau. Asante kwa kuangalia na kulike na kusubscribe.